Dada Selestina karibu tena aa, sasa tumegeukia upande wako. Wewe umefanya kazi na sisi mikataba mitatu mi mi mm, ambayo imeisha, mi wa nne ndio umekushinda, angalau mm, angalau <laughs> yani, tofauti Nangini na Teresia, mikataba inaishia njiani, wewe angalau mikataba mitatu yote ikaisha, huu wa nne ika, ukaishia wapi? Uliishia mwezi wa ngapi? nimefanya miezi sita miezi sita kwenye huu mkataba wa nne. Okay, ulipangiwa kazi wapi? Moshi. Moshi ndiyo. Ehe, hiyo mingine ulikuwa unafanya wapi? Mkataba wangu wa kwanza kabisa nilipangiwa hapa Dar es Salaam. uh -huh. Mkataba wa pili pia nikapangiwa Dar es Salaam. uh -huh. Mkataba wa tatu nikapangiwa Zanzibar. uh -huh. Ndiyo. Kwa hiyo huo wa nne ambao umeishia njiani ndo ukapangiwa Moshi. Haya, na Moshi umekaa miezi sita. Sasa changamoto nini? Kwa nini ukaishia njiani miezi sita? Tumepishana tu na bosi kuhusu mm -hmm. watoto mm -hmm. yani swala zima ni, wat, ni watoto. Okay, shida. Changamoto kubwa ni watoto. E... Ha, watoto wamefanyaje? Watoto pale mimi ilivyofika pale. Mm ilikuwa na dili sana na watoto mm -hmm. Yes, na mpaka mikataba yangu ya nyumani ilikuwa na dili na watoto tu. Ni mtu ambaye una uwezo sana wa kuwahudumia watoto kama. Okay. Mkataba wangu wa kwanza kabisa niliweza kuwalea watoto watano watano. E, watoto wadogo ndio. mm -hmm. mapachamapacha wa mwisho yuko peke yake. Nikasema mm -hmm. kama nimepita hapa mm huko -hmm. kwingine sishindwi, kwa hiyo hivyo hivyo sijashindwa okay. E, na nyumba zingine zote zilikuwa na watoto. zilikuwa na watoto zote. lakini mkataba wa pili mhm mm ulikuwa na watoto watatu. mkataba mm -hmm. wa tatu pia ulikuwa na watoto watatu mm -hmm. lakini huu hapa nimekuta watoto wawili hiyo sasa ikawaje? Mbona huku umekuta wachache zaidi? Maana ulianza watoto watano, ukaja watatu watatu, pote umemaliza huku kwa watoto wawili. Shida ni nini? n nini, ilitokea niliwaogesha, nili, nili watoto vizuri mm -hmm. lakini huyu mkubwa ambaye mtoto wa miaka minne na nusu mm -hmm. Mm -hmm. wakati namwogesha mm -hmm. alikuwa nasumbua sana bafuni mm -hmm kwa sababu mama yake yupo, nikamwambia dada, mm -hmm. mtoto ananisumbua mm -hmm. kuoga. mm -hmm. tukaogeshana hivyo hivyo, tukatoka tena, hataki kuvaa nguo mm -hmm. Mamake akamfuata chumbani, akamwazibu aka mdomo, namwazibu mimi, nipo kule bafuni na anaweka mazingira safi mm -hmm. Alipotoka kuvaa, ashavalishwa sasa mm -hmm. na mama yake mm -hmm. na mimi niko pale nshamaliza mm -hmm. tukaenda sebleni mm -hmm tunaenda kusoma kadi kwa sababu michezo yao inatakiwa niwasomee kadi hizi, au tukala kukala vitabu vitabu vya shule, ndio wakati nawasomea. Dada alikuwa hayupo mbali, yuko hapa meza ya chakula. Kwa hiyo akisoma nasikia, nikisoma mimi nasikia. Hey, hapo wanasikia. Lakini akasema mama, dada hansomei vizuri. Tuambie wewe, sikusomei vizuri vipi? Ah, tukaendelea. Aka, akaendelea kusema simsomei vizuri kwa nini? Alafu akani akamwambia tena kwa nini dada anancheka? Mm-hmm. Lakini nikamwambia dada, unasikia vizuri sauti yangu inayotoka hapo unasikia. Akaja akaja aka, pale Sebrend. Akaniambia kwa nini namkosesha mtoto wangu amani? Yani, nimesikia muda mrefu humsomei vizuri, humsomei vizuri. Kashangaa. Mimi navyosoma dada, unasikia. Mm. Kwa sababu ni hapa na hapa, yaani mm -hmm. nasoma kwa sauti, tukasoma animal hii e, ni nini, nini kati dogi, anasikia akanisemesha. Aka sasa pale, kwa nini mtoto wangu hana amani, hana amani? Anmanisimama an muda wote, mbona huyu halalamiki mdogo huyu ndio analalamika tu. Unamjua tena mtoto wako. Yani siyo, nataka nifanyie nini? Akaanza kusema hamna hamna nini Yaani hivyo baadaye mimi naendelea kumuongelesha kumuongelesha, yaani, sasa bosi wangu mm -hmm, kwamba mtoto mbona anamsomea vizuri, akasema: sitaki unijibu. Akanipiga kibao pale, nikamwambia dada, unanipiga kwa kwa sababu ya hivi? Akasema hey, tena usinijibu kwa ukali. Mimi sijajibu kwa ukali, namjibu tu vile kwamba mbona nasoma vizuri, eh, wapi? Sijamsomea? wewe mwenyewe unasikia sauti ambapo tunasoma hivi Akanipiga tena pale mm -hmm. Nkakaa sasa kwenye ile kochi, akaenda kuendelea na kazi zake, sababu pale yeye yeah, anafanyia kazi nyumbani e, hajui kwenda kazini, kazi, kazi zake anafanyia tu pale nyumbani mm. Baada ya kukaa pale sebeni, nikatoka nje, nikaenda kukaa barazani, kulikuwa na kiti, nikawa nalia kwani dada amenipiga mm -hmm. kwa kosa hili tu. Wale watoto wakanifuata pale nilipo, yule sasa ambaye ndio msumbufu yule, alisema simsomee vizuri, akaanza kunizomea yo limepigwa. mm. Baadae yule mdogo akamfata mama ake sasa, anaweza kumsumbua pale, akaniambia hebu njoo mchukue mtoto, nanisumbua hapa, nafanya kazi, lakini si, si kuenda, kwa sababu nilikuwa bado nina ile nani, yani kakupiga Mm. Alafu hapo hapo anakuitia mtoto wake. Ni kwamba mtoto anasumbua pale anapofanya kazi. Eh, na... si ndio lakini yeye katoka kukupiga. Eh, e, kwa hiyo wewe una maumivu wala una hasira wala una moyo. Yaani wa kupigwa maana katika sisi matukio makubwa kwenye hizo kazi za ndani ni kitendo cha bosi kukupiga. Bora ungesema tu alinifokea labda kulikuwa na shida lakini alifikia stage ya kukupiga. Alafu ndani ya muda huo huo anakuitia mtoto wake kwamba njoo chukue mtoto. Ee, maana yule, yule mkubwa alibaki pale. Kuna gari kubwa ndiye alikuwa anakuzomea. Eh, yule aliyekuwa na ndio limepigwa. Kuna gari ya kuchezea pale akaingia kwenye ile gari. Yule mdogo sasa kamfuata mama yake kule mezani anasumbua. Alioniita vile, yani nikawa bado nina ule uchungu. Sasa so, moja nitulie labda anaweza kuja mwenyewe mtoto. Lakini yule mtoto hajaje. Dada akaona siendi. Akaja sasa pale kwenye kiti akanisimamisha. Hebu ondoka, sitaki watu wajeuri. Sitaki watu wenye kiburi na kuita uje mchukue mtoto una, kwa nini huji? Haya, pita pita. Akanipeleka mpaka chumbani, chukua begi lako, chukua begi lako, sitaki kukuona hapa mm. Ile haraka haraka, basi nikachukua tu begi nikatoka, akisema napiga simu huko ofisini niwaambie. Basi ndo akapiga simu, lakini hakuongea pale nilipo. Baadaye alipomaliza kupiga simu, hapa kituoni ndo akaja. Bado ujamaliza unafanyaje? kwa sanshava mimi nikatoka, ilikuwa sanga Ilikuwa siku ya Jumapili mchana mchana saa nane hivi. Mm. Eh, nilitoka pale watoto wananyang'ania kaja kuwavuta macheni. Yule mdogo sasa mm, ananishika na twende wote. Mm. Akaja akamshukua akafunga mlango basi. Mm. Ndio. Wao kaondoka. Nikaondoka eh. Wewe sasa wewe mbona ukupiga simu? Mimi sijapiga simu kwanza. Kwa nini? Nikasema ngoja kwanza nitulie. Lakini nikakaa sana pale. Baadaye simu ya ofisini hapa pia ikanipigia, lakini ilikuwa kuna kelele sana, nikasema hatuelewani. Akaniambia sawa, tutawasiliana kesho, lakini kule Moshi nina... ngoja kwanza, yani wewe ulipigwa, si ndio? mm -hmm, bosi wako alivyotaka uendelee na kazi kama hamna kilichotokea, akaona wewe bado una hasira, si ndio? mm -hmm, akapiga simu kituoni, yani. mm -hmm. kakupiga wewe yeah, ulivyopigwa baadaye, uchukue simu utupigie, tuambie umepigwa, we ukatulia, bosi yeah, wako anataka uendelee na majukumu yake kama kawaida, kama vile hakuna kilichotokea, kama vile hakuna kosa alilofanya, alivyoona haurespondi, haufanyi uendelee na majukumu yako yeye, yeah, ya akapiga simu, na hapo amekupiga, si so, unanielewa? We umesoma mpaka darasa ngapi? eh lakini darasa na saba, yeah, lakini dasa na saba na huku umefanya kazi, si una akili, mikataba ya kujiongeza, yani uwezi kujua kabisa kwamba kwanza, hapa nimepigwa na sijajileta mwenyewe, na kuna ofisi ambayo tumeelekezwa. Mikataba yako yote tunasema kama ukifanyiwa tendo lolote la ukatili, wasi ni ukatili, mtu amekupiga, vitendo vya wadada wa kazi kupigwa tunasemaje? Ni ukatili. Na tunasemaje, yani ulitakiwa ufanyeje? Nipige simu. Sasa kwa nini ukufanya hivyo? tulie kwanza ni kama Aa, wakati wewe unatulia kwanza, si unaona alikutimua nyumbani kwake. Wakati wewe unasema utulie kwanza, yeye alifanya, alifanya nini? Amekupiga, amepiga simu kituoni kuwahi usijui, alichokieleza nani atatuambia lakini. Yeye akawa anafanya namna ya kwa kuhakikisha kwamba yeye yuko salama kwa sababu wewe pale pale alipokupiga nyumbani kwake ungepiga simu kituoni ungepata maelekezo. Kama wewe mwenyewe umeshindwa kujiongeza, basi hata kujiongeza kwa kutupigia simu ili tukwambie hatua ya kufata ni nini. Kwa sababu sisi kwetu, wadada wapigwi, nyie ni wafanyakazi. Hakuna bosi ambaye anapigwa ofisini kwake, hayupo. Na katika kitu ambacho sisi yani ni wakali tunapowatetea, mwende mkafa mabosi kwa habari ya nyie, kwaacha viburi, ujeuri, mwende mkafanye kazi zao vizuri, lakini haimaanishi kwamba mwende mkapigwe. Ilo kupigwa ni kosa kubwa sana kwenye mradi wetu na sio kwenye mradi wetu, kwa dada yote, mtu yote anayefanya kazi, bosi wako akikupiga ni kosa kubwa kabisa, tayari amevunja mkataba na anatakiwa achukuliwe hatua za kisheria. Sasa wewe tena umefanya kazi na sisi miaka minne afu unasema umepigwa, eti ulikuwa unataka utulie. Aya, umetaka kutulia, yeye amekufukuza, si ameenda amekuchukua kama mbwa. Si ndio wao mabosi wanafukuzaga wadada hivyo? Sisi sio namna huwezi kumchukua dada kituni kwetu kwa utaratibu wa kiutu umesaini mikataba na dada ame, amefanyiwa arrangement za kuja kwa heshima alafu wewe siku tu unamnyanyua kama mbwa. Beba, beba beba beba tupa mabegi. Hmm? Ehe, hebu tuambie kwa upande wako. Aliwa alivyo alikuambia amepigwa hiyo siku. Wendo we lidi na hiyo case. Yes, uh, Dada Tina alichelewa kutoa taarifa. Yaani mtu wa kwanza kupiga kupiga simu alikuwa ni boss na alikuwa anapiga sana. Yaani kuna issue tulikuwa tuna, tunaifanya kwenye simu zetu. So ile Jumapili waga tunakuwa simu zote tulizima. Kwanza Jumapili hatufanyi mm -hmm. kazi. La kwanza, kwanza Jumapili hatufanyi kazi. Yes. Sasa sijui hata hiyo Jumapili nani aliingia ofisini akakutana na hizo simu. Lakini Jumapili hatufanyi kazi. Unless kama ni ile Jumapili ambayo Jumamosi yake tulikuwa na workshop Jumapili, mm huwa -hmm. tunakuja angalau kupunguza hizo kuklia hizo simu yes. e, kama ni hiyo sawa, lakini Jumapili hatupo. Kwanza wateja wetu waelewe hili. Jumapili wanasema, kwanza, simzenu, of course, wengi, Mungu, kwanza, mm -hmm. simu zenu hazipokelewi. Tuna wateja wengi, tunamshukuru Mungu kwa siku za kawaida, lakini unapopiga simu ukiona iko busy, acha message, lakini siku ya Jumapili hatupo. Yes. e, siku, siku za Jumapili hatupo na wewe ulipata na hiyo changamoto siku ya Jumapili. Juma. Lakini katika maelezo yake hajasema alitupigia tukashindwa, yeye hajatupigia dada pigia Tina, eh. Bosi ndo alipiga hiyo siku ya Jumapili, kwa hiyo mm. kwa, yu, kwa bahati, bahati Bahati nzuri kuna kitu tuko tunafanya ofisini na bosi uh, tulitakiwa kuwasha simu moja hivi ambayo tulikuwa tuna organize kuna document tulikuwa tunataka tuangalie vizuri, tuipitie vizuri, na ilikuwa ni just kwa dakika chache. Sasa ndani ya hizo dakika chache, wakati niko ofisini kwa manager, nimerudi huko ndo nikakuta simu imepigwa simu nyingi sana, akasema pokeeni, kuna tatizo. Sasa vile kwa sababu ni hivyo, na unajua tunajali wateja wetu, basi ikabidi nimhudumie, kumsikiliza. Sasa ndo akasema, huku kuna shida, dada Tina, amenijibu vibaya, ananijibu kwa dharau. Nikamwambia madam, sorry unaweza kanielekeza ilikuwaje anasema watoto wangu anawalea kwa upendeleo, mwingine anamtriti vizuri, mwingine anamkosesha amani. Mimi nimemuuliza amenijibu vibaya mpaka nikamuuliza kwamba angekuwa uh, unge, ni mama yako ungemjibu hivi? Akaniambia wewe koma, uwezi kumuongelea mamangu hivyo. Hayo ni maelezo ya bosi, anasema kwamba dada Tina alijibu hivyo. Nikaambia madam, basi naomba unielekeze step by step kile, yani imeanzia ya wapi, ndo akaelekeza hivyo kwamba alikuwa anamfundisha mtoto, lakini anamuona mtoto mwingine anaongea naye vizuri, anamfundisha vizuri, ndo huyo mdogo, alafu huyu mkubwa anam, ani, anamfundisha lakini kama hayuko, hayuko tayari kum, kumwelekeza huyo mkubwa, ndo maana mkubwa anajisikia vibaya. Kwa hiyo, madam, wewe ni level gani ya dada, ulienda traditional Yes. Eh, kwanza tu hapo kwamba hiyo ni njibaz. Kwanza tu hapo, dada traditional sio dada wa kufundisha watoto. Kufundisha watoto ukipata dada ambaye ana uwezo wa kujiongeza akawa anafundisha watoto, basi vile anavyofundisha inabidi ukubaliane nayo. Usitaki awe mwalimu wakati umechukua dada traditional. Kweli, naomba hicho kitu mabosi wakizingatie, uweze kuchukua nani, baiskeli unataka iwe gari? Sisi tumeshawaambia, unataka watoto wako wasaidiwe, wafundishwe, hiyo ni ni ni, ni taaluma Watoto, wa, wa, wa kufundisha watoto ni mm walimu wamesomea kufundisha watoto. We usitake umlete dada huko umemtoa tradition alafu unataka aje awe mwalimu mm -hmm. wa watoto kama anajiu, anajis, yani kama hivi Tina A alikuwa ameweza, ameweza kujiongeza hivyo hivyo alivyokuwa anawasomea, ni nini, sio sehemu yake, sio professional yake mm -hmm. kwa hiyo angalau hata alikuwa anajiongeza, yani alitakiwa yule bosi amshukuru mm -hmm. um, huyu dada kwamba nimeweza hata kupata dada ambaye anaweza kusema A4. Sijui <laughs> nini for nini, mm, yeah. Choki, tekiwa ni hicho kilitakiwa, sio tena aanze kuja kumpima kwa vipimo vya professional ya waalimu kwamba mbona huyu anamfundisha hivi, sio anamfundisha hivi. Kwa hiyo mabosi, acheni uuni huo ni uuni, uuni. Kuchukua dada ambaye ni traditional alafu naenda kumpa majukumu ambayo sio ya kwake alafu Ndiwe, haya majukumu yake ndio haya majukumu ambayo sio ya huyu dada aliyoajiriwa nayo ndio amepelekea na hizo mpaka mpaka eh, wakafikia waka hiyo hatua aliyofikia, yeah. kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anampa majukumu ambayo sio ya kwake, imagine mm -hmm. angekuwa huyu ni mwalimu wa watoto angefanya vizuri angejua yeah. hata jinsi ya kudili na wale watoto, kwa sababu watoto wote hawafanani, watoto wana tofautiana huyu, hmm. siku anakaa naye vizuri, wao watoto umeona huyo mtoto mmoja mwenyewe mjeuri tayari amekuja, hmm. kumzomea dada woiloo, oh, mm -hmm. limepigwa umona huyo yeah. mtoto ana malezi gani? Yani, anatabia gani? professional malezi anaweza kudili na hmm. watoto, watoto, watoto tofauti. Anajua huyu mtoto yuko hivi nitadeni, huyu yuko hivi nitadeni, sawa. Unachukua traditional yes. So, nataka awauo ni uhuni na mabosi wengi bado hili somo alijawaingia kujua kwamba wadada wana, wana upeo wao na kuna namna ambayo anaweza kudili na kitu, lakini kuna mahali ambapo anaishia na huyu tena ndio pale alikuwa ameishia kama yes. Aliona mapungufu kwamba huyu hawezi kudili na watoto wangu kwa usawa, maana yake hiyo sio profeshona yake mm. Kwa hiyo ungemwelekeza kwa upendo na, we, na wewe kwa sababu ni msaidizi wako yes. Na sio kufikia hatua ya, kum, ya kumpiga. Alimpiga nini? Mangumi, mateke, makofi, makofi rahisi, alafu mtu hapo hapo tu unamwambia njio chukua mtoto yani. Yeah, sijui kama mm, mnajielewaga yani? Kuna mabosi yani sijui kama akili zenu zikoa. Unampiga mtu makofi, alafu unakuja unamwambia chukua watoto fanya, najaribu mnafanya utani. Yes, so okay. Madam alivyolalamika hivyo nikamwambia, sori, naomba niongee na dada alafu nitakurudia. mm -hmm. Akambia yupo huko ndani, nikamwambia sawa, nampigia. Nikapiga simu ya dada Tina muda huo haikupokelewa, bati mbaya tena aje na upewe maelekezo ya nini cha kufanya. mm -hmm. Kwa hiyo nilivyo mkosa wa da Daratina ukamkosa. yeah. Nilivyopiga yani nilivyopiga hakupokea kwa wakati. mm -hmm. Nika nilikuwa na shughuli nyingine pia ofisini nikatoka kidogo nilivyorudi, nikapiga tena kwa Daratina hakupokea. mm -hmm. Nikampigia bosi akanambia ameshaondoka na niambie, mbona nampigia dada Tina hapokei? mm -hmm. Ameshaondoka. Hicho kipengele cha nini kimetokea mpaka ameondoka hakusema. Ameshaondoka kwa sisi tuko na ile picha kwamba dada amejibu jeuri, amemjibu bosi vibaya hiyo "Jumapili ukitulia basi tutawasiliana." Akasema sawa. Kwao Jumatatu nika present case kwa members. Kwa hiyo siku ikaisha, ikaisha hivyo. Wewe e, ukutupigia tena? Hakupigia tena kuturudia. Ulipopigiwa simu ukiwa kwenye makelele ukasema, ukasemaje? Ah, nikasema kuna makelele hapo. Ndio ulikuwa wapi sasa? Barabarani. Barabarani ameshaanza moja kwa moja stand, na siku hiyo hiyo ukapanda basi ukaondoka. Toka, toka Moshi au lilalaenda? a Nilienda, si ni kwa ndugu yangu. Kwa ndugu yako? Una ndugu Moshi? Na dada yangu Rombo. Rombo. Livotoka pale ukaenda zako Rombo. Kwa hiyo hiyo siku kutupigia tena? Niliipiga tena lakini nikaambiwa tutawasiliana kesho, wasababu, kwa sababu muda uliku ushaenda. Simu ya mwisho ya kuongea, si ndio ile ambayo upo kwenye makelele ya mwisho simu ya mwisho ya dada Tina ndo hiyo hiyo ya kwanza, kwamba toka nimempata. Mm. dada Tina, vipi, mimi ni fulani wa dada senta. Akasema nipo kwenye makelele, nikaambia uko wapi, nimeshaondoka. mm -hmm. nikaambia basi, ukitulia tutawasiliana, lakini baada ya hapo hatukufanikiwa kuwasiliana tena. Kwa hiyo wewe hey, pale ndio purukushani za kwanza kwenda Rombo. Huko Moshi ulikokuwa umepangiwa kazi ni eneo gani? pale Moshi mjini? Moshi mjini. Kwa hiyo unafikiri Moshi mjini mchana ule mpaka utoke u, uende ukaishike Rombo ni leo Si maana yake ukututafuta tena, ulienda kwanza kwa dada kutulia, si ndio? mm. weka maneno vizuri, maana nataka kujua kama kuna uzembe ofisini, nina wenyewe tuweze kusema, si ndio? Kuusema maana yake ukututafuta, si ndio? Kwa ile siku ya kutafuta, weka hivyo maneno, lakini siku ya pili. Na hii kwa wadada, mnapopata changamoto hasa kubwa kama hizi za kupigwa sisi, yaani cha kwanza kabla hujatoa mguu, hata kama bosi wako kakutoa nje ya geti lake Kabla hujaenda popote unatakiwa utupigie simu mm. na hivyo sim, sisi tulifanya e, e, effort za kukutafuta kujua kama uko salama kuna shida gani, ili e, tuweze kuelekeza nini cha kwenda. Sio unaanza kukimbilia kwenu, hapana. yes. umeelewa nani Tina mm. Eh, huo sio utaratibu jamani. Nasema hivi ili wadada wengine walioko makazini ambao kwa bahati mbaya mnaweza mkakutana na changamoto yoyote, cha kwanza ni kituo, na tunawasisitiza sana hapa. Moja ya training zetu ni namna ya kuweza kuripoti changamoto changamoto kabla hujapata madhara na tujue nini cha kufanya, ili uweze kupata haki zako. Sasa hiyo, ukianza kukimbia, unakimbilia kwenu huko wapi, mambo tena yanakuja kuwa ni magumu. Hmm. Haya.